Salamu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Mkate wa leo, bila shaka unaendelea kufuatilia haya ninayokuambia. Bado tunaitazama miujiza ya bwana wetu Yesu Kristo. Miujiza hii imetokea halisi na inaweza pia kutokea halisi katika maisha yako kabisa. Leo tunaangalia tuna muujiza mwingine, leo tunaangalia muujiza mwingine. Injili ya Mathayo sura ya nane kuanzia mstari wa ishirini na tatu. Akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Ukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwambia akisema, Bwana tuokoe tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka, wakisema huyu ni mtu wa namna gani, hata pepo na bahari zamtii? Amin. Hapa pendwa mtazamaji wangu, tunakutana na muujiza wa ajabu sana, wa ajabu kabisa e. Yesu anakemea bahari na inanyamaza. Yesu anakemea mawimbi ambayo angewaangamiza wanafunzi wake na yeye, lakini yakamtii. Ilikuwa siku moja wanafunzi wamesafiri baharini, wanatumia chombo sasa, inawezekana ni ngalawa ama ni boti ama ilikuwa haitaji nasema walitumia chombo sasa. Wakiwa baharini, kukawa msukosuko mkuu wa bahari, yaani mawimbi yakaanza, ya pepo mkali ukaanza kuvuma, hata chombo kikafunikwa na mawimbi, maji yakajaa kwenye chombo chao, ikawa hatari kubwa kweli kweli. Naye Yesu ali, naye Yesu naye alikuwa amelala, Yesu yeye alikuwa amelala, alikuwa amelala kwenye sheti kule chini ya chombo kwenye ile boti, alikuwa amelala huko ndani. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia wakisema, Bwana tuokoe, tunaangamia. Akamwambia ni nini? Akamwambia amka uone. Akakutana na msukosuko mkuu wa chombo kinaenda huku na huku. Basi yeye akawaambia, mbona kua wauga haya, mbona hamna imani enye ani habaina kuwaje? Mko na mimi bado mna babaika eh? Haiwezekani bahari ikawameza na mimi nikanima, haiwezekani. Basi akaondoka akazikemea pepo na bahari kukawa shwari kuu, akasimama kasema, nyamaza upepo, kimya. Biblia anasema kukawa shwari kuu, yani bahari katulia jumla pale pale. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani? hata pepo na bahari zinamtii mtii eh, huyu tuko na mtu wa namna gani? walikuwa hawajamtambua bado hapa, walikuwa hawajamtambua Yesu ni nani. Wakaanza wakamaka wakisema, yani wakashangaa wakasema, eh, huyu tuko na mtu wa namna gani? pepo na bahari zinamtii, huyu sio wa kawaida kwetu sio wa kawaida, tumebeba mtu ambaye sio wa kawaida. Basi Yesu anawaambia, imani yenu mbona inakuwa haba? Uko na mimi bado hamjanitambua tu eh? Ndipo anakemea upepo na bahari natulia kabisa kabisa, bahari natulia kabisa. Jambo muhimu katika habari hii ni hili, hili. Ah, unaposafiri mwambie hmm. Yesu twende pamoja Unaposafiri mwambie Yesu twende pamoja, safari yau, twende tusafiri na mimi. Unawezekana unatumia baisikeli au kwanza, unawezekana unatumia miguu yako kwenda mahali, mwambie Yesu twende na mimi, maana huko njiani nitakutana na mawimbi, nitakutana na vitu na hatari, twende na mimi, ili unaposafiri naye, basi ikitokea hatari, aikemee hiyo hatari. Naweza kuwa unatumia baiskeli kusafiria, mwambie Yesu tende pamoja na mimi, kitokea cha kutokea ni um, okoe. Lakini pia unaweza ukawa unatumia pikipiki eh, ama bajaji ama hais ama gari binafsi ama basi ama ndege na usafiri mwingine wowote, kila unapotumia usafiri huo Mwambie Yesu safiri pamoja nami. Lakini naweza kuwa pia baharini kutumia meli au, au boti kama hao walivyokuwa. Basi mwambie Yesu twende pamoja na sisi. Hawa wangemwacha Yesu wangeangamia kabisa, lakini kwa sababu walikuwa na Yesu pamoja, na kwamba walikuwa hawajamtambua, ghafla akajitambulisha kwao yeye ni nani, ni mtu wa ajabu. Basi na mimi nikwambie, safiri pamoja na Yesu, hata kama humuamini amini, amini. Hata kama hutaki kumwamini wewe, safiri mwambie Yesu, tende na mimi. Hata kama hujamtambua yeye atajitambulisha kwako, alafu utashangaa mambo atakayokufanyia. Je, unataka kupenda kwenye biashara? Mwambie Yesu, tende na mimi kwenye biashara. Je, unaenda shambani? Mwambie Yesu, tende na mimi shambani. Je, unapika, wewe ni mama ntilie? Mwambie Yesu, pika pamoja nami, uza pamoja nami kila jambo. Je, wewe ni mwalimu shuleni, mwalimu, mwambie Yesu fundisha na mimi. Je, wewe ni mwanafunzi, mwambie Yesu jifunze pamoja nami, kila kitu. Yesu aiko tayari kukufuata popote, yuko tayari kukufuata, na Mungu wangu atakusaidia, atakuokoa, na atakufanya uwe salama, ili chochote kikitokea, atakuokoa nacho, maana ukiwa ofisini chochote chaweza kukutokea, lakini kumwambia Yesu, twende na mimi ofisini. Ikitokea la kutokea, wakiataka watu kuamka kukusemea mabaya au kukuharibia, Yesu atakutetea, Yesu atakukinga. Mungu wa mbinguni akusaidie, simuache huyo Yesu, e, simuache eh, simuache, nenda naye, na likitokea mwambia Yesu limetokea basi Yesu anasema usiogope, aye analikemea, linaondoka kitokea fujo fulani, yeye anasimama na ikemea, inatawanyika. Mungu wa mbinguni akusaidie, fuatilia miujiza hii na habari hizi zitakusaidia. Mimi nakwambia niamini nini? Hakika kama haya yalifanyika kwa wenzetu zamani zile, hata kwetu pia yanaweza kufanyika mambo yale yale na zaidi ya haya. Neema ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele milele. Amen.